Namskia, namskiamrongi uh, uh. na mnusa ameniuzia portal, akanipiga na mara tano. Shetani huyo shia, shetani huyo hata mabubu wa mtaki sasa. <laughs> <Ya uu. laughs> Anacheka, ona anacheka, anacheka <laughs> anacheka, si mtaki Unacheka mababu mababu? Ah, wala klak. Wani wewe, wani huyo jamani class rep wangu wa. Ah, klak. Ah, au mwangu. Wacheni kusalimiana, wacheni kusalimiana. Mnasalimiana na nini? Si nimekulipa bwana. Si nimekulipa. Wewe fresha tu fulani. Nimekulipa. Umenilipa nini? Si nimekulipa. Hebu hebu kuja kama goti. Ah, apige magoti. Si nimekulipa. Unatishia mababu? Fresha unatishia mababu? Bana, presha ndio shimo babu. Jamani ni, ni class rep wangu bana. Siku zina shangaa bana. Eh, mwami bana shangaa huko class. Unaniibia. Siku zima class zina bounce bana, mwisho tulienda class juu sijua hata ni lini. Kweli. Wewe natulia bana. Hauna heshima. Ongea, unatulia bana. Unafanya nini? Amekulipa. Ah, nimalizia lakini. Kwanza malizia pesa yake bana. Leo ni mbaya. Hata tume pesa, fanya nini? Fanya nini? <laughs> Tuma pesa. Toka hapa. Yule ilipata na simu puka anaambia msichana ati sijui ati kukatia kipi. Toka. Piga kofi huyo. Huyo wani bwana, hey. Au unapiga tu kofi bwana. Bwana yule